Assalamu alaikum warahmatullahi rahmatullahi taala wabarakatuh. Natumaini ni wazima wa afya na ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Sherifu Ramadhani leo amewaletea pete ambazo ni mpya na miundo mpya. Pete hizi pia zimetengenezwa kwa nguvu za kiroho. Pete hizi ziko special kwa ajili ya mvuto katika shughuli zako ama kampuni ama masuala ya siasa. Ukimiliki pete hizi hata kama uko katika mambo ya siasa basi mambo yako yatakwenda vizuri, lakini pia ukimiliki pete hizi kama una masuala ya kibiashara, na mambo yako yatakwenda vizuri, lakini pia tena, ukimiliki pete hizi kama uko kwenye kazi ya kuajiriwa, na pia mambo yako yatakwenda vizuri. Ina maana bosi atakuamini na pia mshahara utakuwa mzuri. Watu wengi wameshagundua na watu wengi wametambua kwamba pete huwa zinawasaidia yaani, ina maana wale malaika wa kijini wako ndani ya pete wanavyokuwa inatengenezwa vizuri, kwa mtu ambaye ana nguvu ya kiroho, basi pete hii inakuwa inakusaidia. Mimi ni hai, kama utakuwa unahitaji, basi wasiliana na Sharifu.